Klabu ya RS Berkane ya Morocco imemfuata moja kwa moja Simba Sport Club kwenye fainali ya kombe la Shirikisho la Afrika CAF Confederation Cup, kufuatana ushindi wa jumla ya magoli manne kwa moja dhidi ya CS Constantine ya Algeria kwenye nusu fainali licha ya kupoteza moja kwa bila kwenye mchezo huo wa mkondo wa pili. E bana, full time, CS Constantine ilishinda magoli moja dhidi ya RS Berkane ikiwa na aggregate ya goli moja kwa nne ambapo dakika 47 aliingia kambani Belhosin. RS Belkane, ambayo ilishinda magori manne kwa sifuri kwenye mchezo wake wa mkondo wa kwanza, itacheza fainali na Simba Sport Club ya Tanzania, ikianzia nyumbani kwenye fainali ya kwanza ambapo itakuwa ni Mei 2025 katika dimba la manispa ya Belkane huko Morocco. timu hizo zitarudiana Mei 2025 25, hapa Tanzania ingawa bado haijabainika ni wapi mchezo huo utapigwa kati ya New Plex, Zanzibar au Benjamin Mkapa eh, kulingana na mwenendo wa maboresho ambayo yanaendelea kwenye dimba la Mkapa, kwake kama mdau wa soka uko na mtazamo gani? Make sure tukomba drop comment yako kwenye wanja comment hapo. Until next time, bye bye.